Kwa sasa uh, event bado inaendelea ya Aviadev Afrika, mkutano ambao unafanyika hapa katika hotel ya Golden Tulip visiwani Zanzibar, ukikutanisha mashirika ya ndege mbalimbali barani Afrika na nje ya Afrika, lakini pia uh, wa, wataalamu mbalimbali wa sekta wa sekta ya anga wakiwa wamekusanyika hapa. Tuko na mkuu uende wa uendeshaji wa shughuli za shirika la ndege la Flightlink Mr. Jamil Kasam, anaweza kutujuza mambo tofautitofauti kuhusu ushiriki wao kama kampuni ya ndege ya Kitanzania kushiriki katika mkutano kama kama huu na kama pia ni mara ya kwanza. Habari yako Mr. Jamil? Salama. Kwema. Nashukuru Mungu. Uh, unaweza kutuambia kama ni mara ya kwanza ama ni mara ngapi umekuwa mkishiriki katika mikutano kama hii hapa Tanzania? Huyu ni mara ya pili wetu wa kushiriki Aviadev. Mwaka jana tulikuwa nao Namibia na mwaka huu tuko Zanzibar pia. Mwaka huu sisi ni wafadhili uh, kwenye hiyo hiyo Aviadev na ni, ni conference nzuri ambayo unakutanisha watu ambao ni airlines, kuna watu wa airport, kuna mamlaka za anga za nchi mbali, mbali Afrika. Tunakaa tunazungumza changamoto pamoja na solution. Alafu pia ni sehemu nzuri ya kupata eh, lessons, ambao watu wana ndege, unaweza ukapata ndege za ku za kuchukua kwenye lease ukazitumia au pamoja na kuna, kuna watu ambao wana supply parts, kuna watu wana manufacture. Kwa hiyo ni sehemu ambao watu wote ambao wanashughulika na usafiri wa anga pamoja na airport pia tunakutana na tunajadiliana, kuna biashara pia zinafanyika. Kwa hiyo ni, ni program nzuri ambayo kwa kweli imekuwa Zanzibar, kwa hiyo tumefurahi imekuwa Zanzibar na we look forward, mwakani watatangaza kesho, mwakani itakuwa wapi. Kwa mlivyoshiriki mwaka jana nchini Namibia mlipata impact gani hasa ambazo zikawafanya mpaka mkashiriki kwa mara ya pili tena kama uh, Tanzanian Air? Mwaka jana tukakutana na lessors ambao wana ndege ambayo unaweza tukachukua kwao, alafu tukazitumia, na mwaka jana tulikuwa tumepata partnership ambayo imetupa nguvu ya kuja mwaka huu um, na mwaka huu pia tunavyofunga siku kesho, tutakuwa na partnership mpya ambayo tutakuja kutangaza baadaye. Neno moja kwa wa delegates wote walio shiriki katika uh, na organizer wote kwa ujumla walio shiriki katika hii Aviadev Africa. Tunashukuru organizers wote pamoja na ZDA pamoja na Commissioner for Tourism ku organize uh, such a beautiful event ambayo imefanyika hapa Zanzibar, na kwa kweli Mheshimiwa Rais pia alikuwepo leo, amewaeleza Zanzibar hatua inayopiga, na watu wote ambao wameshiriki hapa wamefurahi kwa Zanzibar. Kuna wengine wanabaki mpaka Jumapili, kwa hiyo ni Zanzibar pia imetangazwa. Kwa hiyo, Zanzibar pia imeingia kwenye ramani ya Afrika kwa mara nyingine, kwamba kuna huu kisiwa cha Zanzibar ambao wote wanatamani kuja. Asante sana.